Na gavana wa Kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amekanusha madai kwamba serikali ya kaunti imehamisha baadhi ya majukumu yake kwa serikali ya taifa ikiwemo ukusanyaji takataka na ukarabati wa barabara. Katika hotuba yake kwa bunge la kaunti, Sakaja alisema serikali ya kaunti inashirikiana na serikali ya taifa kuboresha utoaji huduma kwa wakazi wa jiji la Nairobi. Kumekuwa na uvumi kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi imeafikiana na serikali ya taifa kuhusu uhamisho wa baadhi ya majukumu yake, madai ambayo ya gavana Johnson Sakaja amekanusha. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. Sakaja alisema kuhamisha majukumu ya serikali ya kaunti kwa serikali ya taifa kutakuwa sawa na kuwasaliti wakazi wa, wa jiji hili. I honor the mandate given to me by the people of Nairobi. They entrusted me with the constitutional powers to transform this city. I will not betray that trust. Majukumu yaliyodaiwa kuhamishwa kwa serikali ya taifa ni ukusanyaji wa takataka, ukarabati wa barabara, ujenzi na usambazaji maji. Sakaja hata hivyo alikiri kuwepo kwa makubaliano baina ya kaunti na serikali ya taifa. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure but the city will continue to be governed As a county government. Alisisitiza kwamba majukumu muhimu jijini yataendelea kuwa chini ya serikali ya kaunti huku akilaumu shirika la usimamizi wa jiji lililovunjwa akisema lilirundikia serikali ya kaunti deni la shilingi bilioni 16. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction.